Karibu, karibuni, karibunihuku ah, ndo pantienu vile mnajua eh. E, nimewaita huku mm. Kuja mkaa na kt juu nataka kutokanataka nataka kutoka, oh. Mm. <laughs> Kutoka. Ah. Mm, kutoka. Oh. Sihii nyumba ni kama tu ya mama yenu si mnajua mi nantinhapa eh. Mkae eh, hapa eh. E, mm. Mm. Mm. E, na kte mm like two weeks, tumlide vizuri, mwangalie vizuri uu, azikaa hapa peke yake. Simunaoma hii nyumba ni kubwa, alafu nikamtotokanguka pekee, nimesalea peke yake. Hii nyumba kubwa sana. Ni two weeks nitakuwa nimerudi, sa mnaweza keti Mkihitaji anything mtanipigia mm. simu okay. mm, juu shopping iko mm. Labda tu pesa ya matumizi nitawaekea mko mm. mm. Na swali, ama mko sawa tuko? Sawa. Simu ntawatumia pesa, ntakuwa ninampigia. Uko na namba yangu? Hebu yeah. Niona e, umesave anti? E, nimesave tu anti, niko nayo. Oh. Yeah. <laughs> Okay. Nisaidie hiyo bagi yangu, nataka kutoka ako huku nataka eh. Sasa mbaki mabaki na yeye mm. Hawezi kaa kwa hii nyumba pekee yake. Hii nyumba ni kubwa sana. Oh, mm. Kwa za, ni msichana, naweza ogopa. Haya. Ni sawa, anti. Mm. Ah, yeah. Mm. Sisi tukiwa na shida tutakuwa tunakuambia. Mm. Eh. Eh, unga iko shopping kila kitu hiko. Sawa. Eh, But nitawawekea pesa Kate, tutaongea. Hey! Bedroom iko wapi? <laughs> Nataka kuweka bag. Iko huku unaingia. Kuzo, <laughs> kuzo tu kunionyesha. Wewe peleka, wewe peleka tu kunionyesha. Kunionyesha peleka. Ama wacha tu atupeleke. Eh, wewe tupeleke. hmm. Hey, <laughs> Mimi hata nimechoka, ninasikia njaa. Ah. Hmm. Tamika. Kuzo. Harakisha. Hmm? Umeweka, umeweka vizuri? Hata yeah. Yeah, okay. <laughs> <Yeah. laughs> Yeah. Niweke chai. Simesema oh. Yeah. Yeah. Mnasikia nja? Kuna chai? Mm. Nice. Mm,

Tunajifanya kupaa ndo iyo cha ah, mtandao. Tuko ah, eh, sawa, tuko sawa. Umemaliza nakuzo? oh, mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, umekuwa mkubwa haraka <laughs> eh, umekuwa mkubwa sana mm? Unamaliza hii uko form? Namaliza this year. Oh, uko form 4? eh. Unamaliza this year? Ukimaliza takuananikulia unapata za credit sawa. Mimi nikimaliza shule naenda university. Eh, wachana naye, ataenda university. Unamwosha nini? Anakuoshea nini? mm. Uone huyu ni msichana mwenye ako na future. Uone kuzo wetu ako na future. Hmm? Kwa nini unadhani kuzo ni kama wewe ulimea ndevu mbili hapa mbele peke yake? Ah bwana. Alafu mi sina mnaishi aje kwa nyumba, mnaishi trivo. Mi hata ninasikia usingizi nionyesha mahali nitalala. Mtalala hapo kwa kiti. Eh? Kwa mimi yeah? Mimi nalala kwa kiti mm. Na huyu Ben kwanza? Mimi mimi nimeshiba, mimi ningependa kulala kwa hapa kwa mingi, a so, good night. Mimi ninalala nikiwatch movie. Ni Jifunike hiyo. Mi nataka kukuja kulala huko. Wewe utaanza story mingi. Hapana, mi nataka kulala huko, wewe lala hapo sasa. Hapa na mosquito. Hmm? Mosquito. Kuna mosquito. Mosquito zitanyuma hakuna huko, huko bedroom ndio ziko mingi. Unajua mnalala kitanda moja? Hapana. Oh, kila mtu peke yake wapi? ako apimaenda kuoga. Mi hata sikumalizia movie. Nani anapika chai? Mi siwezi pika chai, Siwe. Chai. Hmm? Na mbona mwana ulilala hivi? Iligulwa. Iligulwa.

Pole pole ah, amka amka. Ay ay ay, ah umeumia? ah ah, ah ah mgongo? ah ah, ah ah ah pole ah, ah. Pole pole pole. Wewe ngojea huko, ngojea huko. Ah ah ah, pole pole pole. Oga sahi, nikikuangalia utaanguka. Oga tu wewe. Naoga wewe. Oga tu wewe, oga. Anaoga. Oga, maliza maliza, usiharakishi, oga tu. Aya, haya maliza. Ajahumia. Ajahumia. Ni hapana. Anavaa nguo hmm? Anavaa nguo nikuje nikuane? Hapana. <laughs> Ni yule ni <laughs> we, angalia movie. Eh. Eh. mwezi kaa vizuri kama wanaume eh, wewe ndio ulianza, nawe ndio miguu yako ilikuwa imekaa kwa meza. Wewe na, we, unauliza nanga nini na mdogo wako, achana yeah. naye kuuzo uko hiyo dress imekuta vizuri mimi. <laughs> <laughs> nataka kuenda nataka kuenda kwa soko. Jali, minta, sasa si mimi ndio nimemwambia anakaa vizuri? Wa kwanza kuzua, hebu kuja kwanza unini nikuone nikupigie makofi. Kwa sababu simu, nijibu swali nimeuliza, mnaishi ngivyo venye mnaishi hapa, lazima nipigie anti simu nimwambie mtu anafanya sasa. Ukimwambia unajua, tutakuacha hapo, utakuwa utaku, utaku, na, unalala utaku, peke yako, hakuna shida na kutoka leo rafiki yangu akuje? Hapana, hakuna rafiki yako, sisi ndio tuliachwa na saa hii we umeshalala, wiki moja hii, wiki nyingine imebaki, ni mimi ya kulala sitakuwa. Yeah. Hey, nashi, nashinda ninalala hapa kwa kiti mimi? Hapana si, ni hivyo kuzo. Hey, hey, mama yangu game over. Uh, mtoto Unajua, na na na... hapa kwa kiti hata vitu zenye mi naonanga usiku zinanishtua. Mi sirudi kulala hapa, nienda kuzo. Si mi nakusaidianga, nakusaidianga vitu mingi sana, mimi ndio namshindikisha. Unamuenda, unamenda aje? Si mimi ndio tunafanana naye angalia. Mimi yeah. We, we, we, alafu ni mkubwa wako, sawa? Unajua wewe ni mdogo. Sasa wewe baki hapo ufanye hizo kazi alafu na wewe nimekuambia uko smart. Acha sijawahi hata toka kwenye nyumba. Enda yeah. Wapi? Enda osha vyombo wa